So nataka ni muulize kwa heshima Rais Uhuru Kenyatta. Please stay at home and watch how this country is being transformed. Na ukicheza cheza cheza, sisi wengine we fear nothing. Tutatoa ile benefits yako ya retirement. Na hiyo maskari uko naye, sijui hiyo vitu yote unapata, uweze tumia pesa ya serikali kupiga serikali. You cannot use serikali inakupatia bodyguard.

Na waende kanisa waombewe kwanza. Wengi wao wako na makosa. Wengine wao walikuwa mawaziri wakaua watoto wetu, wako na damu mikononi mwao.